Habari ndugu mtazamaji wa Razam TV, leo tumeletea makala ya afya kuhusu umuhimu maharage. Maharage huboresha rehemu, yani cholesterol mwilini. Moja kati ya vyakula vinavyopunguza lehemu mwilini ni maharage. Nyuzinyuzi -nyuzi zinazopatikana kwenye maharage hujishikiza na lehemu zinapokuwa tumboni na kuzuia lehemu kufyonzwa mwilini. Maharage ni chanzo chenye madini ya manganizi pamoja na vitamini K ambavyo vyote kwa pamoja huzuia kuharibika kwa seli zinazosababisha saratani. Pia huboresha afya ya ubongo na uwezo wa kumbukumbu. Kemikali ya thiamini pamoja na vitamini K zinazopatikana kwenye maharage husaidia katika uboreshwaji wa afya yaani mental health. Pia uwepo wa vitamini B moja inayopatikana kwenye maharage hasa ya njano na soya hukabili ugonjwa wa kupoteza fahamu. Hutawala kiwango cha sukari mwilini. Maharage yana nyuzi nyuzi ambazo hupunguza kiwango cha metaboli cha wanga, yani carbohydrate. Maharage pia yana proteini ambayo husaidia kupunguza kiwango cha sukari mwilini. Madini ya calcium pamoja na manganizi ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya mifupa, hivyo maharage ni chanzo kimojawapo kizuri cha madini haya. Maharage pia huboresha afya ya moyo. Aina nyingi za maharage zina vitamini B9, yaani folate au folic asidi, ambayo ni muhimu kwa afya ya moyo na misuli. Asante mtazamaji wa Razam Online TV. Alioandalia makala haya ni Miraza Mustafa Arkanjaui. Usahau kusubscribe, kulaiki, kushare pamoja na kukomenti.